Ni siku nyingine tena katika mlolongo wa ufundishaji wa vipindi vya ufugaji kutoka Kuku Village. Leo nitaenda kuzungumzia kuhusiana na habari ya vifaranga. Tunapoongelea vifaranga, tunamaanisha ndiyo ufugaji halisi ulipojikita, kwa maana kwamba bila kifaranga huwezi ukapata kukua kubwa, bila kifaranga huwezi ukapata makinda, na bila kifaranga huwezi ukawa mfugaji. Kwa hiyo mfugaji halisi anaanzia kutoka kwenye kifaranga. Kwa hiyo kifaranga ndo kiumbe ambacho kinatakiwa kitazamwe kwa jicho la upekee, kwa sababu tukiongelea kifaranga, maana yake ndio tunaongelea idadi halisi ya kuku ambao ulionao, wote hao walianza katika kifaranga. Kwa hiyo jambo moja la kumsisitiza sana leo nitaenda kuliongelea ni kuhusiana na ni dawa zipi ambazo unatakiwa uwe nazo ili uweze kuwavusha vifaranga wako Uh, katika safari yao salama kabisa, na nitaongea katika mikabala ya aina kuu mbili. Mkabala wa kwanza nitaongelea katika mkabala wa biosecurity, na mkabala wa pili nitaongelea katika mkabala wa tahadhari. Jambo ambalo natakiwa ulifahamu, uh, katika ufugaji wetu sisi especially wa Afrika, niseme tu katika hali halisi, tumekuwa tuna changamoto za kuwa na mambo mengi sana, yaani kwa maana kwamba watu wengi Ufugaji kwao imekuwa ni kama shughuli ya ziada, lakini japo wamekuwa wakiipa kipaumbele. Kwa hiyo hilo limekuja likapelekea uh, kuku wengi kupata changamoto na wafugaji pia kupata changamoto za magonjwa, kwa sababu tu ya kutokuwa makini na kufuatilia ratiba halisi za kuku wao. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wa watu ambao mara nyingi huwa wanakuwa wako bize nafikiri hili linakuhusu na litakusaidia. Na sio kuwa bize tu, wakati mwingine pia kama wewe pia ni mmoja wa watu ambao wanakuwa na mambo mengi um, au si mbobezi sana katika masuala ya ufugaji pia hili litakusaidia. Kwa hiyo nikianza kwanza na biosecurity. Biosecurity maana yake ni ile hali ya kufuga kuku na kuhakikisha kwamba unawalinda na kuwaepusha na magonjwa. Kwa hiyo unapofuga kuku na unahakikisha unawalinda kwa kuwaepusha na magonjwa, hiyo tunasema tunaita biosecurity. Na biosecurity inakuwa imeambatana na vitu vingi tofauti tofauti. Jambo ambalo natakiwa ulifahamu ni kwamba magonjwa mengi ya kuku yapo katika mfumo wa bakteria, mengine yapo katika mfumo wa virus. Uh, yaweza kuwa pia katika mfumo wa protozoa, lakini sitaki kuongelea sana katika huko. Lakini magonjwa mengi ni bakteria, magonjwa mengi ni virus. Kwa hiyo tunapoongelea mfumo wa biosecurity, tunamaanisha kwamba ni pale ambapo mfugaji anahakikisha ana control uwezekano wa kuhamisha magonjwa kutoka eneo moja kupeleka eneo jingine. Hilo ni moja. La pili ni kuhakikisha mfugaji anaweza kukontrol magonjwa kutoka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kuku la, kundi, kundi moja la kuku kupeleka kwa kundi jingine la kuku. Hiyo ndio tunaita ni biosecurity. Kwa hiyo mfugaji, unachotakiwa kufahamu ni kwamba unatakiwa uhakikishe, um, unaweza kukontrol hivyo vitu. Unawezaje kukontrol ili uweze kukontrol magonjwa kwa kutumia mfumo wa biosecurity? Kwanza ni lazima mabanda, mabanda yako yawe katika mfumo ambao hayaruhusu mtu kupitapita hovyo pasipokuwa na vifaa maalum kwa ajili ya kuingia ndani ya mabanda. Kwa hiyo unachotakiwa kukifahamu ni kwamba kuku wako unatakiwa waweke sehemu ambapo hakuna watu wanapopitapita, maana yake kwamba kama unawatenga kuku basi unakuwa umewatenga kuku, wanakaa kuku wenyewe na wanajitegemea na maisha yao yanaendelea. Uh, lakini ukiacha hilo kitu ambacho ni cha msingi kabisa ambacho pia ambacho unachotakiwa ukifanye ni kwa kutumia disinfectants ambazo ziko tofauti tofauti. Hizo disinfectants kazi yake ni unaziweka, una, una, una, una, una, una, una katika beseni au uh, ki, kisima kidogo ambacho unaweza unaweza kama umekijenga katika kila eneo ambalo ni la mlango la kuingilia katika mabanda ya kuku au kuingia katika sehemu kuku walipo sababu unaweza kuwa labda sema una mlango mmoja alafu ndio unaingia huko kwenye kuku kwa, hapo kabla ya kuweka mlango, unaweza kajengelea kakisima kadogo, ukaweka maji ndani yake yenye dawa za disinfectant, ikaweza uh, kusaidia kwa maana kwamba mtu akiingia atanawa mikono. Na unaponawa mikono, hakikisha unanawa mikono mpaka uh, unafika kwenye kiwiko. Nafikiri watu wengi wanafahamu na, nafikiri wanaita swi ni kipepsi kitu kama hicho au kiwiko. Kiswahili fasaha nafikiri ni kiwiko au kipepsi, lakini hilo sio, na nafikiri nikiongea hivyo unanielewa. Kwa hiyo hakikisha unanawa mpaka maeneo hayo kwa kutumia hayo maji ya disinfectant. Ukiacha hilo, hakikisha pia miguu yako unaitumbukiza katika hayo maji pia, na unaitumbukiza miguu katika hayo maji, kwa maana kwamba tunaamini unapokuwa unatembea mara nyingi unabeba virusi unabeba uh, bakteria kutoka maeneo tofauti tofauti ambapo unakuwa umetembea. Sasa ukiingia unaweza ukawaingiza hao, mwisho wa siku wale kuku wakaipata, wakapata hayo mabakteria pamoja na mavirus kupitia kudonoa donoa chini, ambapo kuku wana tabia hiyo ya kudonoa donoa chini au kwa kukanyaga, kwa sababu wao wanakuwa wanatembea na miguu yao iko wazi. Kwa hiyo hii inaweza kawapelekea wao wakapata madhara hayo. Kwa hiyo kwa kuweza kusafisha miguu yako na mikono yako, hapo unakuwa umepunguza asilimia kubwa sana ya kuweza kuambukiza kuku wako na hayo magonjwa. Ukiweza badilisha hata nguo, vaa nguo maalum ambazo zinakuwa hazitoki katika maeneo ya mabanda, ambayo... zinakuwa hazitoki katika hayo maeneo ya mabanda ambayo wewe unakuwa umezitenga katika maeneo hayo. Kwa hiyo ukitaka kuingia katika hayo maeneo, unabadilisha nguo unavaa hizo nguo, unabadilisha viatu um, kama kuna viatu maalum na inatakiwa uwe navaa gambuti, zinakuwepo maalum kwa ajili ya kuingia huko. Pamoja na mikono yako, hakikisha pia unaisafisha.